Mgombea urais kupitia chama cha NRA hii leo amewasili hapa mkoani Iringa na kwanza ametembelea makumbusho ya Chifu Mkwawa kubwa zaidi ikiwa ni sehemu pia ya kuomba ridhaa ya kwanza kuzungumza na wana Iringa kuhusiana na sera zake akiwashawishi kutaka Oktoba 29 wamchague. Na hili ndilo kaburi la kiwiliwili cha mtu wa Mkwawa. Baada ya kutoka katika eneo la Kalenga yaliko makumbusho ya Chifu Mkwawa ndipo akawasili katika eneo la soko kuu hapa manispaa ya Iringa kwa ajili ya kuanza kunadi sera zake kwa wananchi, na kwanza kaanza kugusia sekta ya maji. Kwa nini watu wasiwe maji? Tunachotaka huduma yoyote inayohusu maisha ya mtu moja kwa moja na tutawapa maji Tanzania, kwa sababu tuna ubunifu. Na unasema hivi tutahakikisha kwa sababu nguvu za kuvuta maji kutoka vyanzo tutatumia nguvu ya upepo pamoja na nguvu ya jua. Kisha akagusia swala la ushoga na usagaji. Tutatengeneza sheria maalum kali ya kuhakikisha ushoga na usagaji Tanzania bye, bye. Kabla ya kuhitimisha kunadi sera zake, akatoa nafasi kwa wananchi kuuliza maswali ya: baada ya kuchukua madaraka utafanya namna gani ili waondokane na jembe la mkono? Moja mbili, soko lao litapatikana wapi? Tunataka research ifanye ndani ya wizara ili izalishe wasomi, ambao wataalamu wataletwa ndani ya wizara ambao watakuwa na idara maalum kwa sababu ya kuzalisha. Ameahidi kutoa ruzuku kwa vyombo vyote vya habari endapo atapewa ridhaa Oktoba 29 mwaka huu. Muhammad Nyaulingo, na hii ni habari weekend.